Kwa hiyo kupunguza sauti, utachagua video yako ama clip yako, halafu uta right click na utaenda katika sehemu ambayo imeandikwa audio gain. Ukija hapa, utapunguza kwa kutumia decibels ama dB. Sasa hapa kwa mfano, nitapunguza kwa hasi tano. Kwa hiyo ukipunguza kwa hasi tano, hii sauti ambayo imekuja na video itapungua hata mawimbi yake unaona kwamba yameshuka chini. Njia nyingine ya kupunguza sauti utatumia audio level. audio level ni huu mstari ambao unauona. Kwa hiyo hapa nikizoom ama nikikuza hii track, nikishusha chini tena, unaona kwamba kuna mstari huu hapa ambao nina uwezo wa kushika na nikasogeza juu na chini. Kwa hiyo, kwa hiyo unaona kwamba kuna dB zinaongezeka ama kupungua. Kwa hiyo njia hii pia inatumika kuongeza na kupunguza sauti. Kwa hiyo pengine nitapunguza kwa dB tano.